Aya, tumepata maoni a, kwa mgombea eh, urais e, e, do, Doyo nadhani amezungumza kwamba hali iko shwari na changamoto kwake e, ni changamoto kama mbili, cha kwanza kukosa a, a, pesa kwa ajili ya kuweza ku, kufanya katika kufikia maeneo yote, na changamoto ya pili ni mwingiliano wa kampeni ambayo hiyo uh, iko chini ya tume ya, ya uchaguzi uh, ukitaka jambo hauwezi kupata jambo kwa mtu mmoja, kwa sababu tuna wagombea wengi niliyobahatika kupata namba yao. Nitaongea na mgombea uh, mwingine uh, kunje kunje kunje, nimemwona yeye eh, uh, anasema Ikulu hata ata atafuga ata atawekwa ata, ata bwawa ataweka bwawa. Tupate naye maoni yake, maana tunapozungumzia amani, wana Tanzania, daima tudumishe umoja wetu na ushujaa aliyotufundisha baba wa taifa. Tunaenda kuongea na mgombea urais eh, kupitia chama cha AFP. Habari za asubuhi kakaangu Kunje Ngombale Mwiru uh, mzuri mmzuri mzuri, mzuri, mzuri, tumeamka salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na leo siku ya Jumapili mmm, kwahiyo ni siku ya ibada mmm, siku ya kumkumbuka Mungu pia mmm, tunaendelea na michakato salama ya kampeni na tunaendelea vizuri. Karibu, asante sana ah, nikasema ah nikupigie simu, cha kwanza nikujulie hali, cha pili nikupe pongezi sana kubwa, sijawahi kukupigia nikasema nikupe pongezi kubwa sana asante. Kiongozi wa amani ndugu yangu Chengula, kwa kweli nawe Mungu akubariki sana amina, amina, kazi nzuri unayoifanya na huo ndio uzalendo amina, amina, uliotukuka kwenye taifa letu kwa sababu nchi yetu amina, natakiwa tusimamie uzalendo zaidi kuliko maslahi binafsi ya mtu mmoja mmoja, amina, amina, kwenye kampeni maana uh, wanasema usipoitwa uh, usipoitwa uh, kwa sababu sijabahatika kugongana na mikutano yako ninapokuwa huku na wewe uko huku. Kwa hiyo uh, inakuja kuleta wasiwasi kwamba huyu Chengula ni mdau wa chama kimoja cha mapinduzi, mbona hatumuoni kwenye vyama vingine? Na mimi kupitia hili una, una, una, una, una maoni gani? Ani, ukisha kuwa, mtu Amina, amina. Na ni balozi wa kila Mtanzania, amina, amina. So, ni jambo jema uliosema kwamba usiye tu kabenzi kwenye amani ya upande mmoja hiyo, mm. So, unapotaka kushiriki kweeaa ni jambo la kupongezwa. Mm. Kwanza Mungu wazidi kukuongoza. Mm. Uwe muumini mzuri wa amani, amina, amina, amani, amina, amina. Wafundisha no, Watanzania na tuendeleze amani iliyoachwa na, li na wazee wetu ili, mm. ili na sisi tuzidi kufaidi matunda ambayo yameachwa na waasisi wetu wa taifa hili akiwemo na Mwalimu Nyerere na wengineo amina, amina. Sana lakini sasa ratiba mm. nitakujulisha kwa sababu na mimi nina, nina ziara yangu, natembea na watu zaidi ya thelathini ndio ambao wa ndio wananiratibia ratiba ya kampeni ndio na wapi naelekea na nafanya mm. nini afanya na mmm kama unavyojua nchi yetu inaongozwa kwa imani ya watu na dini zao, nitafikisha uh, ujumbe mm, mm, kwenye ya kamati yangu ya, ya safari ya kampeni ya ziara mm, mm, ili niwape jina lako kwamba mm, tuna balozi wa amani naye anatamani angalau hata siku moja mm, mm, ashiriki kwenye kampeni zetu. Kwa hilo limefika karibu sana asante sana naomba nikuulize vitu viwili vitatu, uh, kabla sija kuaga. Naelewa nimekuchukulia muda wako na mambo mengi Hali ikoje ya siasa mpaka sasa kwa upande wako? Hali ya siasa kwa sasa ni nzuri, kwa sababu unapopokelewa na watu, unajua sisi wanasiasa tumezoea jambo moja, ndiyo unapoona watu mwitikio wa watu pale kidogo mwanasiasa. Uchaguzi wa haki, amina amina, na uwe na amani mm, na watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura mm, na nawaomba sana, kura yako ndiyo maisha yako kwa hmm. naomba sana wasikose kwenda kupiga kula, kwa sababu Ngombale anaweza akakosa hmm. akashindwa kutangazwa kuwa rais hmm. kwa sababu ya kula moja. Kwa hiyo hmm. naombeni sana, jitahidini sana, nanyuwe waombeni sana Watanzania washiriki uchaguzi, waende wakapiga kula hmm. wakishapiga kula kuweka kula za ndio waende majumbani hmm. wasubiri matokeo yatakayotokea. Okay, uh... Uh, ninaelewa umekuwepo kwenye kampeni kwa muda sasa, tunaelekea mwishoni. Kuna lipi maoni yako katika sasa, naona ni dakika za mwisho kabisa za jioni kabisa za lala salama? Zipo, lakini sio sana, sio kubwa sana mm. Katika ziara yangu nilipata changamoto sehemu moja tu oh, ya kule nilikozaliwa eneo la Kilwa, sawa sawa. Lakini baada ya hapo, sehemu zingine nilizopita zote kwa kweli napokelewa vizuri mm. na jeshi la polisi mm. linanisimamia vizuri, wana mm. najitokeza kwa wingi kwa ajili ya kulinda mm. usalama wangu mm. kulinda mikutano mm. yote eh, ninayofanya kwa kweli, na wanipo shikano mzuri sana Hakuna changamoto yote niyokutana nayo ni mm. e changamoto yaani ni hizi ndogo ndogo tu, sio za ku- sio za kulaumu sana mm. naamini hiyo ndio siasa mm. kwa sababu nchi yote Afrika ukitaka kuchukua nchi au ukitaka kuingia kwenye chaguzi kukutana na vitu kama hivyo hivyo mm. ni vitu tu vya kibinadamu mm. kwa kwa hiyo hakuna changamoto kwa nani, balozi wetu wa amani, labda nikuambie na nikuthibitishie jambo moja ndiyo. Watu wataahidi sana ndani ya siku mia moja. Mtu anakuambia ndani ya siku mia moja, uhum. nitafanya moja mbili tatu uhum. nitafanya hizi, hizo zote ni ahadi ambazo watanzania wameshazizoea wengine wanaahidi siku mia moja, wengine siku tisini. Hmm, wengine siku ngapi? Hmm, lakini bila kuleta maheshimiano kwenye taifa hili hmm, hata ukiahidi siku hamsini utajenga zahanati kumi hilo halitawezekana hmm, kwa sababu nchi yetu hmm, watu wake wamekosa uzalendo na ufisadi umekithiri mm -hmm. Kwa hiyo mimi nataka nikuhakikishie, yani <laughs> hiyo ya siku unayozungumzia siku mia moja, <laughs> hawa wanasiasa wanaahidi tu, lakini mambo bado tupate tupate tupate tupate kupitia AFP siku mia moja za mwanzo au siku za kwanza za utekelezaji ni zipi? siku mia moja ya kwangu, kwanza niliona kwamba ndugu nani, kiongozi wangu wa wa amani mm, kwamba siku mia moja hata mm, unapoingia kwenye nyumba mpya mm, sawa au kuhamia, <laughs> ni kwanza lazima ufanye usafi mm, kwanza lazima ufanye usafi. Timba bwawa la mamba Ikulu. mm. Kwa ajili ya kushughulikia mafisadi ili mm. taifa liheshimiane, mm. watu waheshimu matumizi ya pesa za umma. mm. Taifa lote duniani wameweka sheria kali kwa ajili ya matumizi ya pesa za umma. mm. Sasa nchi yetu sisi tunafanya kazi kwa mazoea, tunachekeana chekeana. mm. Na kuchekeana chekeana huku ndio kunasababisha nchi yetu bado inakuwa masikini. mm. Wa naomba nipate eh, maneno ma, machache eh, kwa kweli ah, eh, nipate maneno machache kutoka kwako. Namba moja, unamzungumziaje rais wa kwanza mwanamke Tanzania kwa miaka minne? Namba mbili, namba Mm, unazungumziaje uh, namba ok, namba mbili unaona ni wakati sahihi wa daktari Samia Suluhu Hassani? ah, unaona ulikuwa wakati sahihi wa daktari Samia Suluhu Hassani kubadilisha katiba kwa hii miaka minne aliyopo aliyokaa madarakani wakati hiyo katiba ime imekuwa na watangulizi wake ambao wanaheshimika mpaka sasa aa, kupitia hiyo katiba, unaona ilikuwa ni wakati wake sahihi kubadilisha katiba na akiwa yeye ni rais mwanamke wa kwanza? Kwanza labda nikuambie jambo moja balozi wa amani, ndiyo tatizo siyo katiba, tatizo uzalendo. Kuna mambo mengi sana na kiuko hayapo ndani ya katiba. Sawa. Tatizo watu wake kwa ajili ya kukosa uzalendo. Katiba hii ndio mimi nimesema kwa mikutano yangu, mimi katiba hii nitawaenzi wazee wangu walioasisi katiba, nitafanya kazi nayo katiba hii ndani ya miaka mitano na taifa litaenda vizuri. Kwa nipende tu kusema kwamba kila mtu ana maamuzi yake mm, na uraisi, uraisi mm. ni taasisi sawa mm, uraisi ni taasisi mm, kwa naweza sisi tutashirikiana nawe na, na serikali yangu Ndiyo. Nitashirikiana na wewe mm. kipindi cha miaka mitano ukiendeleza mm. kuhubiri masuala ya amani ya taifa hili kuanzia kwenye vijiji mm. kata, vitongoji, wilaya mm. mpaka mikoa, na ikiwezekana nitafungua kabisa madarasa kwa ajili ya kuelimisha watu mm. namna ya amani ya taifa letu. Io mheshimiwa na, Chengula, ndugu yangu Chengula, na mimi nikuhakikishie, kwanza ni kushukuru kwa kupokea a hiyo kazi na mimi nimeianza hii kazi, serikali zote. Na bahati nzuri, uh, ni muumini. Sisi tunachowaombea ni serikali ingie madarakani hasa kwa njia halali, na sisi, kama maandiko yanavyosema, serikali zote duniani anayeweka ni Mwenyezi Mungu, maana hakuna serikali inayotoka nje ya mamlaka. Kusema hayo ni kwamba Mungu ni mkubwa kuliko chochote, na Mungu anaweza kufanya chochote na siku moja ni kama siku elfu na elfu ni kama siku moja. Kwa hiyo yote eh, yanawezekana na sisi kama mabalozi wa amani tupo tayari kutii serikali itakayoingia madarakani, hasa kwa njia ya amani ambayo imewekwa na taratibu za kisheria. Asante sana.